Ukiangalia Champions League uh, timu gani ambayo unaona kwamba iko na a very good chance ama vile wanacheza wanaweza wakafika fainali wakabebai kikombe. Uh, based on early results na zingine, uh, naona Real Madrid waliweza kuitandika timu inaitwa Kairat uh, mabao matano sufuri. Atalanta ikapiga Club Bruge 2 goals to 1. Amasei ikatandika Ajax mabao manne sufuri. Uh, Inter Milan ikachapa Slavia Prague 3-0. Ch uh, na of course Galatasaray ilishangaza Liverpool kuwatandika bao moja sufuri. Bayern Munich waliendelea na rekodi yao mzuri sana, wameshinda all games this season 5 goals Walitandika uh, timu inaitwa Pafos 5-1. Uh, Tottenham ikaenda 2-2 na na na na kutoka kutoka Norway. Uh, Atletico Madrid walichapa Eintracht Frankfurt kutoka Ujerumani 5 goals to 1 na performance ingine impressive sana then uh, Manchester City walishikiliwa uh, na Monaco. Borussia Dortmund wakaweza wali kuichapa Athletic Club uh, mabao manne kwa moja. Napoli walipata vengeance walipotandikwa na Man City, walichapa wali Sporting Lisbon 2 goals to 1, Villarreal Juventus ilisha 2-2. Arsenal tuliweza kuitandika, of course, Olympiacos 2 goals to nil. Uh, na Leverkusen PSV ilishawandwa. Nikiangalia uh, vile iko, by the way, the top teams katika Champions League right now, zina zote zina perform vizuri, na inakaa ikiendelea hivi. Uh, a number of them zita qualify uh, in the to the knockout phase ya Champions League. Naona Bayern wanaongoza with a perfect record 6 points. Real Madrid wako pale 6 points, lakini mlisumbuliwa sana na Marseille by the way na, na Karvaal kupigwa red card pale. PSG pia wako pale, Inter Milan, Arsenal uh, Karabago wanaendelea kushangaza watu uh, wako na pointi sita pia, Borussia Dortmund wako pale katika automatic qualification na Manchester City, na mi nataka kujua mkiangalia vile uh, iko sahi PSG mm -hmm. of course ndio defending champions but, uh, <clears throat> all the top heavyweight teams sasa hivi ziko pale, zimeanza vizuri. Who is a strong contender kwa maoni yenu ya kuweza ku dethrone Paris Saint-Germain? Well, at the moment, mm. Nisema PSG are still favorites. mm. They are still the favorites because ukiangalia kikosi yao. Really? Yeah, definitely. Yeah. Going by how they are playing, yeah. na wanapiga tu miamba si ati wana, wanakupigia kulingana na size yako yakoamala. Yeah. akikuja na hiyo under 18 yake kichapo. <laughs> Nali ongea badala. <laughs> Watu walikasirika vile alikuwa ameweka social media akisema di yo ni nini ye, yeah. I'm ready. Atambui pressure. After game ulipata yo maji, hmm. Baada meshindua katika Ballon d'Or, hmm. Na Dembele, hmm. Na ukiangalia vizuri hiyo kikosi ya PSG ambayo mbona nakuambia ni favorites. Hii team haikuwa na five top players. Napata yeah. Makinywa za kuwa pale katikati Dembele hakuwa Uh, kuna uwinga wa France, kuna wa Ma ilikuwa masabu masabuso yeah. Ukiangalia vizuri kama itim naweza piga baka na hiyo kikosi, we niambie.